Mnamo Jumamosi ya Machi 15, 2025, maafisa wakuu katika utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump walimjumuisha kimakosa mhariri mkuu wa The Atlantic Mr. Jeffrey Goldberg katika mazungumzo ya kikundi cha Signal ambacho kilikuwa na dhumuni la kujadili maelezo ya shambulio la kijeshi la Marekani dhidi ya Wahuthi nchini Yemen. Habari zilizojadiliwa zilijumuisha maelezo maalum kuhusu vifurushi vya silaha, malengo, na muda wa shambulio. Tukio hili limelileta maswali kuhusu itifaki za usalama zilizowekwa kwa ajili ya kujadili masuala ya usalama wa kitaifa. Kumbuka, Wahuthi ni kundi la waasi linalojitokeza nchini Yemen, kundi ambalo linajulikana rasmi kama Ansar Allah linalotokea kwenye jamii ya Zaidi Shia, jamii ambayo ni tawi la Uislamu wa shia linalopatikana hasa kaskazini mwa Yemen. Pia Wahuthi walijitokeza kwa mara ya kwanza kama kundi la wapinzani dhidi ya serikali ya Yemen mwishoni mwa miaka ya 1990, na walikuwa wakipigania haki za kabila lao na kupinga unyanyasaji wa serikali kuu. Aidha, kundi hili lilianzisha mapigano makali dhidi ya serikali ya Yemen na hatimaye lilichukua miji muhimu, ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa Sanaa uliopo nchini Yemen mnamo mwaka 2014. Kwa sasa Wahuthi wanashirikiana na Iran na wanapokea msaada kutoka kwa serikali ya Iran ambayo inatoa silaha na mafunzo, ingawa Iran inakanusha wazi kuwa inatoa msaada wa moja kwa moja kwa serikali ya Yemen pamoja na washirika wake e, ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia, ambao wanapigana na Wahuthi kwa miongo kadhaa hadi sasa, jambo ambalo limetengeneza vita vikali na mgogoro wa kibinadamu nchini Yemen. Mgogoro huu umeongeza ugumu wa hali ya maisha ya raia wa Yemen. Na umesababisha maafa mengi na idadi kubwa ya vifo. Hii ni Sawasawa Digital. Habari kiganjani mwako.